Hello. Bila kujali wewe unafanya kitu kizuri namna gani, uedha kwa familia yako, kazini, kwenye biashara, kupitia kipaji chako, we ni kiongozi, lazima utakutana na watu ambao wanakupinga. Na kila anayekupinga anakuwa na sababu maalumu na wakati mwingine anakuwa na historia fulani kwa nini ameamua kukupinga. Watu wengi sana Kinachosababisha washindwe kuendelea mbele ni kushindwa kujua namna gani ya kushughulikia na watu wanaokupinga. Na kama nilivyosema, haijalishi wewe ni mwema kiasi gani, utapingwa na ndugu zako, utapingwa na baadhi ya marafiki, utapingwa na baadhi ya watu unaofanya nao kazi. Wakati mwingine hata utapingwa na watu uliowasaidia, na wakati mwingine hata watu wasiokujua watakupinga tu. From nowhere, mtu ataanza kukupinga Kwani vizuri kuwa na hekima ya kujua namna ya kushughulika nao. Na kuna njia nne au kuna namna nne unaweza ukazifanya kushughulika na watu wanaokupinga. Njia ya kwanza, jitahidi sana usijifunue kwao kitaarifa. Yaani, ukishajua mtu ndiye anakupinga kwenye jambo fulani, uwe makini na aina ya taarifa unazompatia kwa sababu aina ya taarifa unayotoa ndiyo inatengeneza mwanya wawewe kushambuliwa kwenye eneo fulani la maisha. Jifunze kujua kuna watu ambao hawatakiwi kukujua kabisa mambo yako, kuna watu wanatakiwa kukujua kwa sehemu, kuna watu pia ndio watakujua kwa undani. Usiwe mtu ambaye kila wakati unaelezea mambo yako kwa kila mtu bila kuwa na kituo na mipaka. Mentor wangu aliye kuniambia, Never volunteer information, especially personal information. kuna vitu ambavyo ni vya kwako binafsi kuna watu wanaweza wakajua kuhusu uwezo wako wa kikazi na maisha yako ya kazini, lakini hawatakiwi kabisa kujua kuhusiana na familia yako. Kuna wengine wanaweza wakajua kuhusiana na familia yako pengine, lakini hawatakiwi kabisa kujua kuhusiana na mambo yako yanayohusiana na fedha na uwekezaji. Moja ya hekima muhimu kwenye maisha ni kujua nani umweke wapi na kwa namna gani. Jifunze usitoe taarifa zako especially kwa watu ambao unajua wanakupinga kwenye maeneo fulani ya maisha. Mbili, usiwape atenshen. Jifunze kuwapuuza. Kuna aina ya watu wanaokupinga, hawatakiwi kabisa kuisikia sauti yako, wala hawatakiwi kujua jibu lako. Sio kama unajua, kuna watu ambao wanakushambulia ili wewe uwatengenezee umaarufu na uwatengenezee kujulikana na uwatengenezee atenshen kwao. Kuna wakati ambapo usipowapa atenshen, umewamaliza kabisa. Mtu mmoja aliyo kusema kwamba kuna wengine wanapenda vile ambavyo unawajibu, vile ambavyo e, unasema na wao wakisema. Lakini jifunze kupuuza baadhi ya watu. Kuna wakati njia pekee ya kudili na mtu anayekupinga ni kumpuuza. Cha tatu ni kwamba jua wa wanataka nini kwako. Kila anayekupinga kuna kitu wanataka. Mwingine anataka cheo na nafasi ulio nayo, mwingine anataka umaarufu pengine ulio nao, mwingine anataka kitu unachokimiliki kwao. Kila mtu anayekupinga anakuwa na sababu fulani kwa nini anakupinga. Kujua sababu inawafanya wakupinge itakusaidia sana kujua namna ya kushughulika nao, kwa sababu wakati mwingine vitu wanavyovihitaji unakuta hata wewe uvihitaji, unaweza ukawapatia tu na ukaishi kwa amani, au wakati mwingine utajua kwamba hiki ndicho anachokihitaji na kukitafuta kwao, lazima ni kilinde kwa namna kubwa sana kwao. Ni vizuri kujua kwa nini mtu fulani ananipinga. Je, anakupinga kwa sababu ya wivu? anakupinga kwa sababu kuna kitu anakitaka ambacho unacho? Anakupinga kwa sababu anahofia pengine kuna nafasi au jambo liko mbele, anahofia huu utalichukua na kulipata kabla yake? Kwa nini anakupinga? Jua sababu. Motive ya mtu ni muhimu zaidi kuliko kitu anachokifanya. Wakati mwingine utahitaji kujua kwa nini anafanya bila kujali nini anafanya, kwa sababu wako watu wanafanya vitu vizuri wakiwa na sababu zisizo nzuri wanafanya vitu vibaya ukiviangalia kwa macho, lakini nia yao ya ndani na ya dhati ilikuwa ni nzuri. Kwao ni vizuri kujua motive behind, kwa nini anafanya kile anachokifanya. Lakini jambo la nne na la mwisho, unaposhughulikia wanaokupinga, usiwape ukaribu usio wa lazima kabisa. Waswahili wana msemo mmoja anasema, kikulacho kingoni mwako, yani vitu vingi vinavyotutafuna, vinavyotuumiza, vinavyotula na kutuangusha ni vile ambavyo viko karibu yetu ni watu ambao wako karibu wetu. Wengine tuliwatambulisha nyumbani kwetu, wengine tuliwatambulisha kwa ndugu zetu, wengine tuliwatambulisha mambo yetu ya siri na kuwashirikisha mambo ambayo hakuna mtu anayeajua isipokuwa wao na hiyo, hiyo, kwa sababu hiyo wakatumia hizo taarifa, kwa sababu hiyo wakatumia hizo taarifa kuwapa maadui zetu, wakati mwingine wakatumia hizo taarifa kutuaibisha na kutufunua katika jamii bila ridhaa yetu. Nawe pia jitahidi kuna watu sio lazima uwape ukaribu, si kwa sababu unawachukia, lakini kwa sababu unajua where they belong. Sio kila mtu ambaye ni unafahamiana naye anatakiwa ajue nyumbani kwako. Sio kila mtu ambaye unafahamiana naye anatakiwa ajue undani wa familia yako. Sio kila mtu ambaye unafahamiana naye anatakiwa ujue undani wa biashara yako, hapana. Anatakiwa ujue mipango yako? Hapana. Wakati mwingine, watu wengi wameharibu hatima zao, wameharibu kesho yao kwa sababu ya kujifunua kwa watu ambao hawakuwa na nia njema kwenye maisha. Kwa hiyo ukishajua huyu ni mtu ambaye ananipinga hataki maendeleo yangu hataki kuendelea kwangu mbele jitahidi kuwawekea mipaka katika ukaribu baadhi ya vitu hawatakiwi kuvijua na ndivyo maisha yalivyo si unafahamu hata wewe ukiwa umepanda ndege kwa mfano uwezi tu ukienda kwenye chumba cha pilot kule ukienda kuangalia vitufe vile wanavyobonyeza uwezi hairuhusiwi. kwa sababu ni chumba kimehifadhiwa unajua hata ukienda hospitali Unaweza ukaishia kwenye bench au unaweza ukaenda tu odini, lakini utaruhusiwa kwenda theater wakati mgonjwa anakuwa operated. Sio kwa sababu umpendi yule ambaye anafanyiwa operation, ila kwa sababu taratibu za kimaisha zinataka hivyo, kwamba sio kila sehemu anaruhusiwa kufika kila mtu. Na wewe maisha yako pia yawekwe vyumba. Kuna chumba anaruhusiwa kufika kila mtu, lakini kuna maeneo sio lazima kila mtu afike. Ili uwe salama zaidi, unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii yani Facebook, Instagram, YouTube na TikTok, kwa jina la Joel. Nanauka. See you at the top.